Wapongeze na kumshukuru sana mkuu wetu wa wilaya pamoja na viongozi wenzake ambao walibuni utaratibu mzuri huu wa kufanya jogi kwa maana ya kuhamasisha masuala mazima ya uchaguzi ambao uko mbele yetu. Lakini tutambue kwamba michezo hii au jogging ni sehemu ya afya zetu tutambue kwamba michezo yote ambayo tunafanya michezo yote tunayoifanya, ni sehemu ya afya vile vile, kwa vijana ni sehemu ya ajira vile vile, kwa sisi wazee ni sehemu ya afya. Na ndiyo maana na mimi niliingia kwenye kutembea na kukimbia kidogo, baada ya dakika fulani nikaona tayari mambo yameshaharibika. Lakini kwa vijana nyinyi, mmefanya vizuri, mmetembea mwendo mrefu hiyo ni sehemu ya afya zenu, kulinda afya zenu. Lakini nipongeze sana mkuu wa wilaya, mmeunganisha shughuli hii pamoja na masuala mazima ya upimaji wa saratani ya matiti kwa upande wa kina mama na kina baba. Mimi mwenyewe nimeshiriki tukio lile, mmefanya jambo jema sana kwa sababu wanapofanya mazoezi wanakwenda kupima na kujua afya zao, nalo ni jambo jema sana, ndugu zangu. Naomba niwaambie kama ambavyo lengo la, la, la shughuli hii kwamba tunakusudia kupiga kura tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa kumi. Kama mnavyofahamu, nchi yetu kila inapofika miaka mitano ni lazima tuingie kwenye uchaguzi. Sasa kila chama cha siasa kinasima, kinasimamisha mgombea wake. Sasa ni jukumu letu na ni haki yetu kwa kila aliyejiandikisha, ikifika tarehe ishirini na kwenda kupiga kura kwenda kumchagua kiongozi wako unayemtaka ambaye utashirikiana naye kujiletea maendeleo yako ndani ya eneo lako, hususan ndani ya jimbo hili, kwamba siku hii ya leo ni kilele cha shughuli ambayo tuliweza kuianza tangu mwanzo wa mwezi huu wa kumi, ambapo tulikuwa na zoezi la kuhamasisha wananchi wetu kushiriki kwenda kupiga kura ifikapo tarehe 29 mwezi huu wa kumi. Mimi kama mkuu wa wilaya, kwa nafasi yangu, nina wajibu wa kuwakumbusha na kuwakumbusha ndugu zangu, wananchi wenzangu, kwenda kushiriki kupiga kura ifikapo tarehe 29 mwezi huu wa kumi. Zoezi hilo lilianza na leo tumeweza kuhitimisha kwa kufanya michezo kwa kushirikiana na wananchi wenzangu na makundi mbalimbali mbali. wananchi hawa mheshimiwa mgeni rasmi wamepata elimu ya kutosha kutoka kwa wataalamu wetu wa chuo cha Mwalimu Nyerere ambao tulizunguka nao katika kata zetu zote, kwa ajili ya kuwaelimisha wananchi wetu kwa nini wanakwenda kupiga kura, kwa nini wanamchagua kiongozi bora. Kiongozi bora ni yule ambaye anashirikiana na, na wananchi katika masuala ya maendeleo. Kwa hivyo walipata elimu ya kutosha, umuhimu wa kupiga kura na kwa nini wanakwenda kupiga kura. Kwa hivyo, mheshimiwa mgeni rasmi mbele yako vijana hawa makundi haya mbalimbali mbali ya kina mama yakina baba na wanamichezo wamepata elimu ya kutosha ya mpiga kura. Kwa hivyo ni imani yangu itakapofika tarehe ishirini na tisa tutajitokeza kwa wingi, kila mmoja kwa nafasi yake. Niwaombe sana na nitumie fursa hii, tujitokeze kwa wingi, twende tukashiriki kupiga kura ifikapo tarehe ishirini na tisa. Shika rafiki yako, shika mama yako, mpitie jirani yako mwambie, twende tukatekeleze haki ya, haki yetu ya kimsingi, haki ya kikatiba na ni haki ya kila mwananchi, na mimi naamini kwamba wananchi wa Kigamboni mtakuwa pamoja nami, mtakuwa pamoja na wenzetu kwenda kupiga kura ifikapo tarehe 29 Oktoba.